Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo, idara inayochunguza na kudhibiti vyombo vya habari katika nchi hiyo, CSAC imeondoa marufuku ya serikali, kuhusu kutangazwa kwa taarifa za kilichokuwa chama tawala PPRD na kiongozi wa zamani Joseph Kabila. Kabila anashutumiwa na serikali ya DRC kwa kushirikiana na waasi wa M23 baada ya kuwasili katika jiji la Goma hivi karibuni, na hivyo kuanza kukutana na makundi mbalimbali mbali ya watu. Serge Ndjibu ni naibu afisa mawasiliano wa CSAC. Katika mazungumzo na mwandishi wetu wa Kinshasa Pascal Mulegwa, ameeleza sababu ya serikali kubadilisha uamuzi wake. Hatua ya marufuku iliyokuwa imetolewa iliwasilishwa kwenye kikao cha mashauriano ili ikubaliwe ama ikataliwe, kwamba kuwe kumepunguzwa au kuongezwa kwa hatua nyingine. Lakini kikao cha jana kiliamua kuja na mapendekezo mapya ambayo yataruhusu vyombo vya habari kujiepusha kutangaza habari ambazo zinawakatisha tamaa wanajeshi wa DRC. Vyombo vya habari sasa vinaweza kutangaza shughuli zote za rais wa zamani Joseph Kabila na chama chake muda wowote ili mradi tu lisikwenda kinyume kil na sheria lua, wala kuvuruga utulivu wa umma. Sauti yake Serge Ndjibu, naibu afisa wa mawasiliano wa CSAC alipohojiwa na mwandishi wetu wa Kinshasa Pascal Mulegwa.